Na katika taarifa ya tanzia ni kwamba idadi ya vifo kutokana na ajali zilizotokea katika eneo la Kikopei na eneo la Zambezi katika kipindi cha saa 24 imefikia watu 19. Takwimu hizi zimeibua wasiwasi wasi kuhusu uhamasishaji wa usalama barabarani, hususan baada ya kubainika kuwa ajali ya Kikopei iliua watu kumi na sita kutoka familia moja. Mwenyekiti wa chama cha usalama barabarani humo nchini, David Kiarie, sasa anatoa wito wa kusitishwa mara moja kwa leseni za madereva zilizotolewa katika kipindi cha miaka sita iliyopita, pamoja na mafunzo mapya kwa madereva. Anadai kuwa leseni nyingi zilipatikana kwa njia zisizo halali. Katika kijiji cha Kahiga eneo bunge la Kandara, familia ya Elija Mburu inakabiliana na hali ngumu ya kuwapoteza jamaa wao kumi na sita kwenye ajali katika eneo la Kikopei. Majirani na jamaa wa familia hiyo wamekusanyika ili kufariji familia ambayo haijaamini kilichotokea. <laughs> Rodovic Kikonyo Mburu na Michael Njubi Mburu ambao ni ndugu ndo pekee walionusurika kwenye familia hii baada ya ndugu zao wengine wote kufariki katika ajali hiyo. tumeumwa na hiyo nini. Barabara ya Nairobi Nakuru Highway inafaa kuagariwa tena na tena. Wakati nilijia huko Mosali, niliona kuko na watu walikuwa wamekatakatwa uso na wengine wameumia miguu. Beth Mudhoni alimpoteza mumewe ambaye ni jamaa wa familia ya Kinamburu pamoja na binti yake na mjukuu katika ajali hiyo. Kaambia Mungu, sasa mimi Mungu ninakukosea nini? Kwa sababu msichana wangu Mekufa, baba yake imekuva kazini zake zote zimekuva mpakaasharake baka uko akahiga. Familia hiyo sasa inaomba serikali ya kitaifa pamoja na serikali ya kaunti kuwasaidia katika gharama za uchunguzi wa maiti na mazishi ya jamaa zao waliofariki. Haya yanajiri huku idadi ya vifo katika ajali ya Zambezi eneo la Munda ikiongezeka hadi watu watatu baada ya mtu mmoja kufariki kutokana na majeraha. Watu kumi na mbili bado wanaendelea kuguza majeraha katika hospitali ya Thogoto Mission. Ajali hizo mbili zimehusishwa na mwendokasi, jambo ambalo limemfanya mwenyekiti wa chama cha usalama barabarani Kenya, David Kiarie, kutoa wito wa hatua kali kuchukuliwa kupunguza vifo barabarani Akishtumu serikali kwa kupuuza malalamishi kutoka kwa wadao sekta wa sekta ya uchukuzi, Kiarie amesema ipo haja ya hatua za haraka kuchukuliwa ili kuzuia vifo zaidi barabarani. Yusuf Far, Darubini.